Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuficha siku hii ya leo, siku hadhimu, siku nzuri. Tumekusanyika hapa kama viongozi wa vyama vya siasa pamoja na wananchi wetu wa wilaya ya Ubungo. Mimi kwa majina naitwa Leonard Adam Mwanalinze, ni katibu wa chama cha Ada Tadea na pia ni mratibu wa vyama vya siasa katika wilaya hii ya Ubungo. Lakini jambo lililotufikisha mahali hapa siku ya leo ni kwa ajili ya kuzungumzia jimbo letu la Kibamba ambalo mbunge wetu Issa Jumanne Mtemvu siku hii ya leo anakwenda kuhitimisha miaka yake mitano mizuri ambayo amefanya kazi njema sana katika jimbo letu la Kibamba katika nyanja tofauti tofauti kwenye miradi tofauti tofauti. Kwenye nyanja ya elimu, tumeona jinsi ambavyo toke ya mwaka 2000 mpaka 2025, na yeye tumeona alivyoingia. vyo tumeona madarasa vyo vimeongezeka, matundu ya vyo, vyo, vyo, vyo, vyo, vyo, vyo, vyo yamekuwepo mengi, vilevile katika masuala ya maji tumeona jinsi ambavyo maji yameonekana kuwepo kwa wingi kwa sasa hivi. Vile vile katika miundombinu ya barabara tumeona jinsi ambavyo amefanya vizuri katika maeneo tofauti tofauti. Tulikuwa na barabara nyingi za vumbi, lakini sasa hivi kuna barabara nyingi ambazo zinapitika kwa urahisi tena zimejengwa kwa ustadi wa hali ya juu. Vile vile tumeona kwenye mambo mengi ya kimichezo amekuwa ni mdau mkuu wa michezo vilevile vile ameonekana katika kuwagusa wananchi tofauti tofauti amewagusa wamama amewagusa vijana amewagusa wenye ulemavu amewagusa wazee kwa kweli ni kiongozi ambaye tunaona chama chama chake cha mapinduzi kitalizia aweze kuendelea tena kwa muhula mwingine ili aweze kukamilisha mambo mengi na ya msingi yaliyobakia kwa kweli ni kiongozi makini kiongozi mwenye weledi wa hali ya juu ambaye anafanya kwa ajili ya maslahi ya wanawakazi wote wa jimbo la Kibamba bila kujali dini, bila kujali kabila, bila kujali chama. Yeye ni kiongozi wa wananchi wote wanaoishi katika jimbo la Kibamba. Hivyo sisi kama viongozi wa vyama vya siasa pamoja na wanakazi wa jimbo hili la Kibamba tumeona tuje mbele zenu leo kuweza kuelezea kwamba huyu ni mbunge ambaye kama chama chake kitalizia kimpe ridhaa nyingine ya kurudia kuendelea kuongoza, kwa kuwa ni kiongozi ambaye anaweza akafanya mambo zaidi yale ambayo tunahitaji katika jimbo letu la Kibamba. Mimi kwa jina naitwa Emi Mwaksolen, ni kiongozi katibu kutoka chama cha kijamii CCK. Awali yoyote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Sisi kama viongozi wa vyama vya siasa tuko mbeleni, kwanza kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa akiruhusu fedha kuja kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Ubungo, na mbunge wetu ambaye amekuwa akifuatilia kwa umakini utekelezaji wa haya mambo. Kwa kweli, ilani ameitekeleza, na tunaweza kusema kwamba hatumdai, isipokuwa tunahitaji aendelee ili aweze kutekeleza yale yaliyobakia machache, kwa sababu siku zote tunaambiwa kwamba heri shetani unayemjua kuliko malaika usiomjua. Mtemvu tunamfahamu, tumemwona usikivu wake, amekuwa msikivu kwa wananchi, hata pale kifikia mahali tunapoona changamoto mahali, tukimpigia simu anapokea. Kuna wabunge wengine ambao hawapokei simu, lakini Mtemvu anapokea simu nimeongea naye kuhusiana na vivuko vya Maramba Mawili. Mimi ni mkazi wa Maramba Mawili. Ametekeleza na ujenzi wa vivuko vyote viwili umekamilika kwa kweli, mimi niseme ukweli kabisa, ninamshukuru mheshimiwa, kazi aliyoifanya ni kubwa. Twende upande wa elimu. Upande wa elimu kwa kwa kweli amekuwa amekuwa mfuatiliaji mzuri, kwa sababu amekuwa akipita kata kwa kata akiangalia mapungufu yaliyopo, na katika yale mapungufu tunamwona hata bungeni anayaongelea na anapoyaongelea na narudi kuyafanyia utekelezaji. Kwa hiyo inafika mahali hata sisi tunasema kwa kweli, mtu wa kutupelekea kero zetu tunaye. Wananchi wanaonisikiliza wa eneo la Kibamba pamoja na chama chake, mimi sio chama chake, lakini kuna chama chake cha Mapinduzi, hebu mwangalieni huyu mtu mtu mtu mtu kwa jicho lingine. Ni mtu ambaye ni mtekelezaji, ni mtu anayekubarika, ni mtu yuko karibu na wananchi. Hakuna kitu kibaya kwa mbunge kuwa ni mwakilishi wa wananchi alafu huko mbali na wananchi. Lakini Issa Mtemvu ni kijana mdogo kwa kweli, lakini ana mudu kwa wazee, vijana, watu wenye ulemavu na katika kila eneo anapita. Jamani, sisi wenyewe ni mashahidi, ameenda kwenye hospitali ameona, tulikuwa tunawakiwa anajua, anatupa matenti, tunaona tunakaa kwa amani kabisa kwenye vyumba vya madarasa kuna wakati mwingine kuna shule baadhi ambazo zimejengwa tayari zina mfumo wa uvunaji maji kwa ajili ya kusaidia wanafunzi pale. Sasa hivi kidogo issue ya kubeba vidumu wanafunzi shuleni zimepungua. Hatupe, hatuwapi watoto vidumu. Tayari mfumo umeshatengenezwa, maji ya mvua yanavunwa, yanatunzwa sehemu salama kwenye ma, kwenye matenki, halafu yanatumika. Kwa hiyo hiyo ni hatua kubwa sana. Kutoka 20 20 mpaka 25 tunasema Mtemvu ametekeleza ilani ya chama chake. Kwa hiyo ninyi kama chama chake tunawashauri mrudishe Mtemvu, tunaenda kwenye ucha... tunaenda tena kwenye uchaguzi. Alafu leo unaona ndio siku ya mwisho, sasa tunavunja, bunge linavunjwa. Kwa hiyo ni vizuri mtafakari kwa makini, unaweza ukakuta kumleta mtu akapoteza nafasi, kwa sababu watu wengi wanataka hiyo nafasi, sio Chama cha Mapinduzi tu. Mkituletea mtu ambaye hajatekeleza chochote na ana historia yoyote, hawezi akafikisha mahali jahazi la Wanaubungu. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Amina Mcheka. Mimi ni mkazi wa jimbo hili la Kibamba. Niko mbele yenu leo kusema nyonge nyonge yake yake mpeni. Mtemvu amefanya makubwa sana katika jimbo hili la Kibamba, especially kwenye masuala ya maji. Mtemvu amewatua wananchi ndoo kichwani kwenye kata ya Agoba. Sasa hivi maji ni historia tena. Yaani tunachota maji usiku na mchana na hakatiki. Zote ni juhudi za Mheshimiwa Rais, lakini pia ni juhudi za Mheshimiwa Mbunge wa jimbo hili la Kibamba. Niko hapa kama mwananchi wa kawaida kuzungumza yale ambayo Mtemvu ameyafanya katika jimbo hili. Na watu tunaona kwa macho, hatusimuliwi. Tumeweza kuona miradi mbalimbali katika jimbo hili. Lakini pia Mtemvu ametembelea vikundi vya vijana. Aliweza kutoa vikundi vya vijana matenti, ametoa hizi mashine za kaoshi, katakata mbalimbali. Takribani kata tano Mtemvu ana vikundi vya vijana ambavyo yanashughulika na shughuli mbalimbali za kijamii. Mtemvu amekuwa ni mtu wa watu. Na niko hapa kama mwananchi wa kawaida kuzungumza kwamba jamani tuleteeni Mtemvu kwa sababu tunamwamini na tumeona kwa macho aliyoyafanya. Kwa Chama cha Mapinduzi tunawaomba mtuletee tena Mtemvu ili aje amalizie yale ambayo ameshaanza kuyafanya katika jimbo hilo la Kibamba. Mtemvu amegusa jamii kwenye makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunawaomba mtusaidie, mtuletee Mtemvu tuwe naye miradi mbalimbali asimamie, lakini pia hata mfuko wa jimbo tumeona ukifanya kazi vizuri sana kwa wajasiria mbalimbali hapa katika wajasiriamali mbali katika kata hizi za za Goba, na maeneo mengine wamekuwa karibu sana na wajasiriamali, akiwapa mitaji, lakini akiwasaidia katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa lao, hasa kwenye masuala ya kiuchumi. Mtemvu arudi, naomba naomba Mtemvu aule kama mwananchi wa jimbo la Kibamba, asanteni sana. Uh, kwa majina naitwa Michael Makile Mzalendo, ni mkazi wa Kibamba na niko hapa kama mwananchi wa Kibamba, lakini pia nazungumza. Unajua, mtu akifanya mazuri mpeni mazuri bwana. Issa Mtemvu amefanya mambo mazuri sana katika jimbo letu, na ameonyesha nia ya kuonekana wananchi wa Kibamba tuweze kuweza ku, kujimudu kima, kimaisha na kimaendeleo. Kwa maana gani? Alikuwa akipita kila kata akiwapa akiwapa miradi mbalimbali mbali, pamoja ametoa vyeleani ametoa mateneti ametoa viti kwa ajili ya watu wa kukodisha wapate fedha kwa ajili ya kujimudu. Lakini ni mtu mzuri ni yule anayekupa ndoano kuliko anayekupa samaki. Anayekupa samaki utakula taisha, lakini anayekupa ndoano maana yake utaendelea kuvua. Lakini nikasema mimi kama mwananchi, kama mtu amefanya vizuri kwani tusimpe haki yake? Na tukaamua kujichangisha na kuweza, kuweza kumu kumuunga mkono kwa ajili ya fedha kidogo kwa ajili ya kuchukua fomu na fomu inaweza kumkabidhi mm, ili waweze kuchukua fomu. Tunataka CCM wamrudishe bwana Mtemvu, na fedha yetu ndio hii, ili kwamba tunamuunga mkono kwa ajili ya kuchukua fomu. Asanteni sana. Kwa jina jina langu ni Grace Boniface Ngonyani, mwenyekiti wa chama cha Makini wilaya ya Ubungo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa mheshimiwa Mtemvu. Kweli amekuwa ni mbunge ambaye ni mtu msikivu, ni mtu ambaye amekuwa akitumikia wananchi na sio chama. Ni mbunge ambaye muda wowote kukiwa kuna changamoto, ukimpigia simu bila kujali itikadi ya chama, amekuwa akijisimama mara moja na kutatua changamoto za watu. Kwa hivyo, bila unafiki, tuseme tu tuna kila sababu ya kumpongeza na inaseme, tunaambiwa kwamba tumpongeze mtu akiwa hai. Kwa hivyo hatusubiri awepo ndani ya sanduku. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunajua leo ni hitimisho ya uongozi wake, lakini pamoja na haya tunachukua nafasi hii kumpongeza kwa ushirikiano ambao amekuwa akiuonyesha kwa sisi viongozi wa vyama vingine. Amekuwa ni mbunge ambaye ni wa kuigwa wa mfano kama wanawake, amewakilisha vema makundi ya wanawake, amekuwa akiwasapoti kwa namna mbalimbali, lakini ni mbunge ambaye hata makundi maalum aliweza kuyafikia. Kwa namna moja ama nyingine amewagusa vijana, wanawake, watu wenye ulemavu. Kweli kama viongozi wa vyama tuna kila sababu ya kumuombea kila laheri. Tunajua na sisi, tunajipanga kuchukua fomu, lakini pia tuna mshawishi achukue fomu ili yale ambayo hajayamalizia aweze temu hii kuyamalizia. Kwa hiyo tunamwombea kila la heri Mtemvu, tunamtakia kila la heri, tuko naye pamoja. Na kubwa linalotufanya tumsapoti na kumpongeza ni katika ile hali yake ya utendaji wa kushirikiana na vyama vyote na maendeleo. Jimbo la Kibamba tumeyaona. Naitwa Mwajuma Noti, naitwa Mwajuma Noti, niko hapa mbele yenu leo katika kumpongeza Mheshimiwa Mtemvu katika kazi zake alizozifanya katika kipindi ambacho alikuwa mbunge wa jimbo la Kibamba. Mimi kwangu Mtemvu ni kama familia, ni kaka, lakini ni mwanamichezo mwenzangu, na nimeguswa leo kuja hapa na kushiriki katika mchango wa kumkabidhi Mheshimiwa Mtemvu akachukue fomu ya kugombea tena ridhaa katika chama chake kwa sababu amegusa katika nyanja zote, na mimi kama mwanamichezo, lakini ni mdau wa maendeleo, tumeona ameendesha kombe lake katika jimbo la Kibamba. Lilikuwa kombe zuri, ambalo lilionyesha vipaji vya vijana, lakini kama mnavyojua sasa hivi michezo ni ajira. Ameendesha mashindano mazuri ambayo hayakuwa na ubabaishaji na walengwa wote wamepata zawadi zao nzuri na tunaamini kupitia mashindano yale ya kombe la mbunge, kuna vijana sasa hivi wamepiga hatua kupitia vipaji vyao. Kwa hiyo nampongeza sana na na ninamuombea dua. Sisi wadau wake tuko nyuma yake, na Mungu akijalia apate ridhaa katika chama chake, ili aweze tena kuja kukamilisha yale ambayo hakuyamaliza. Lakini mwisho wa siku sera zitaongea wakati utakapofika. Vyama vipo kumi na tisa na naamini vyote vinatarajia kusimamisha wagombea, lakini kwake yeye tayari pa kuanzia anapo. Tunampongeza sana na tunamwombea dua. Asanteni, tumemkabidhi shilingi laki nne na bado mchango unaendelea.